kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line. Ubia huu kati ya Trend Solar na Star Times. Ni ubia wa kipekee, sisi kama tukiwa mabingwa wa matangazo ya kidigitali Tanzania na Trend Solar wakiwa pia ni kampuni kubwa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

Tusua maisha na Global. Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua: nunua gazeti lako la Champion au sport Extra, au magazeti pendwa ya Uwazi, Risasi, Amani, Ijumaa na Ijumaa Wikenda, kisha funua ukurasa wa pili utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako, andika namba kubwa zenye tarakimu tano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako, kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533 kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote. Hakikisha angalau una salio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida, kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri, unapoishi, na kisha tunza nakala ya gazeti lako kipande cha kuponi, kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja, unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki piki, pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma sms na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki usika Hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani. Msimu huu wa sabasaba saba na Globo TV. You know what, tunatoa punguzo la asilimia 30 tu, ili kukurahisishia wewe kutangaza bidhaa zako kampuni yako ofisi yako, pamoja na kazi zako. Hii sasa ndiyo kiboko yenyewe. Tunakupa nafasi ya kufanya kipindi maalum kwa dakika 30, yani ni mwendo wa 30 tu, kiurahisi na Globo TV, cha kufanya sasa Piga nambari sifuri sita nane saba sifuri sifuri saba sifuri sifuri saba au sifuri saba nane nne nane nane nane, tisa nane, mbili karibu Global TV kuingine.